Wahenga walisema mgeni njoo mwenyeji apone, lakini sikuwahi kufikiri kwamba msemo huu ungekuja kutimia kwenye maisha yangu kwa namna ya ajabu na yenye kutisha kiasi hiki. Ilianza kama msaada. Msichana mmoja mnyonge, aliyevaa mavazi yaliyochakaa na macho yaliyojaa simanzi ya umasikini uliopitiliza. Sikuwa na nia nyingine zaidi ya kumpa hifadhi kwa usiku mmoja tu katika chumba changu kimoja, lakini kitendo cha yeye kuweka kichwa chake kwenye mto wa kitanda changu na godoro kilifungua mlango ambao sikuweza kuufunga tena. Tangu usiku ule, kila kitu, namaanisha kila kitu, kwenye maisha yangu kimebadilika, kutoka kwenye biashara zangu, afya hadi ndoto nilizokuwa nazo. Je, alikuwa ni malaika aliyetumwa kunikomboa au alikuwa ni mtego uliokuja kunipoteza? Karibuni sana katika simulizi hii ya kusisimua ambapo nitakusimulia kile kilichotokea baada ya binti huyu bikira na masikini kulala kitandani kwangu. Ilikuwa ni usiku wa manane, nikiwa nimekaa nimetulia, nilikuwa nimegubikwa na hasira kwa sababu binti niliyekuwa nikimsubiri, ambaye nilimtumia nauli aje, ambaye nilikuwa nikimnunua kila ninapomhitaji, hakufika siku hiyo, pamoja na kwamba nilituma nauli. Nilikaa katika kiti kwa unyonge, kwa hasira. Baada ya kugundua ilifika saa saba ya usiku, nikatambua kwamba mtu huyu hawezi tena kuja, bali amenitapeli. Na nilipojaribu kumpigia simu msichana huyu aliyejiuza, ambaye nilitaka aje aniburudishe usiku wa leo, simu yake haikupokelewa, ikimaanisha kwamba mwanamke huyu alifahamu alichokifanya. Haikuwa mara ya kwanza mimi kuzungushwa namna hii, kwa hivyo nilifahamu kweli fika kwamba nimeliwa. Wakati nikiwa nimekata tamaa, nilisikia mlango wangu ukigongwa. Kichwani nikatambua ni yeye. Nilifungua mlango, lakini hakuwa yeye, bali alikuwa msichana maskini aliyekuwa amevaa nguo zilizopauka nguo zilizochakaa akiwa na habari ambayo ilinishangaza. Msichana huyu aliniambia anaomba hifadhi ya kulala kwa usiku mmoja tu, akaomba ni mwamini nisiwe na wasiwasi, si yeye ni mtu mwema, ila angetamani sana kupata hifadhi ya kulala usiku mmoja. Kwa kuwa nilikuwa nimelewa, nilikuwa nimejiandaa na jambo jingine, sikuweza kumdadisi sana zaidi ya kumwambia ingia, ulale. Msichana aliingia katika chumba changu kimoja, nikamwambia, lala, usiwe na wasiwasi wasi, utalala kwenye kitanda, mimi nitalala hapa kwenye sofa. Msichana aliyekuwa amechoka alikwenda akajitupa mpaka katika kitanda. Alijitupa katika kitanda, nami nikawa nimekaa nikistaajabu tukio hili lililotokea. Niligida pombi kidogo, kisha nikamtazama tena. Nilimtazama alivyokuwa amelala, ambapo ilionyesha msichana huyu alikuwa amechoka kweli kweli. Mshara huyu alikuwa amelala fofofo, uso wake ukiwa umetulia kwa namna ambayo ilifuta kila alama ya shida na taabu alizopitia mchana. Ngozi yake ilikuwa laini kama hariri iking'aa kwa unyevu hafifu chini ya mwanga hafifu wa chumba. Kope zake ndefu za asili hakubandika zilikuwa ni kope ndefu za asili, zilitulia vizuri juu ya macho yake ya zikionekana kama mabawa ya kipepeo aliyepumzika. Midomo yake ya rangi ya waridi ilikuwa imeachama kidogo, ikitoa pumzi ndogo nyepesi na zenye mpangilio uliotulia. Nywele zake ndefu nyeusi na zenye mawimbi zilikuwa zimesambaa kwenye mto wa kitanda changu na godoro mto mweupe zikitengeneza taswira ya malaika aliyeshuka duniani kwa muda licha ya umaskini uliokuwa na mwandama wakati ule, akiwa usingizini alionekana kama malikia aliyepoteza taji lake, lakini akabaki na heshima na uzuri wake wa asili. Alikuwa amelala upande mmoja, mkono wake mmoja ukiwa umejishika chini ya shavu, akionekana asiye na hatia yoyote, kana kwamba ulimwengu haujawahi kumtendea ubaya wowote. Pengine mimi ndiyo nitakwenda kutenda ubaya Nilishindwa kujizuia, tamaa ikanivaa, nikasema huyo simwachi. Matamanio yakawa juu pale feni ilipopiga gauni lake na kufanya nguo yake ya ndani iweze kuonekana. Taratibu, nikaizima taa, kisha nikanyata kuelekea alipolala alipola. nilinyata polepole pole. Taratibu, nyatu, nyatu, nikimzengea nikimzengeazengea mahali alipolala msichana huyu bikira. Nilimsogelea nikakikuta kitanda, nikamshika kwa mikono yangu, akashtuka na kuzungumza jambo ambalo lilinifanya niahirishe tendo nililozamiria ananiambia kaka, ukitaka kufanya chochote sitakuzuia. Nilikotoka nimeponea chupuchupu kubakwa na baba yangu, baba yangu wa kambo aliyenilea. Nimekuja hapa kwako kuomba msaada. Mimi ni bikira, si mjui mwanaume. Ukinibaka sitaweza kujitetea, kwa sababu niko kwenye himaya yako, lakini nitajiua. Kijana yule alizungumza huku machozi yakimtiririka na mitaratibu pombe zilinitoka. Nikaenda katika mlango, nikaiwasha taa, nikamtazama niliye kubali kushindwa. Nikaizima taa, nikaufunga mlango, nikamwambia uwe na usiku mwema, ulale. Sifanyi jambo lolote. Asubuhi ilifika tukitazamana na binti yule ambaye purukushani ya kumtendea jambo lisilofaa ilikwamishwa na maneno yake ya uchungu. Tulitazamana asubuhi, akaniaga akaniambia, ninakwenda. Nikamuuliza, unakwenda wapi? Akanieleza, ninakwenda kokote ambako nitapata kazi. Nilimweleza, usiwe na no? wasiwasi binti, usiondoke na usiogope. Maneno yako yalinigusa, tuendelee kuishi pamoja. Niliendelea kuishi naye kwa muda wa wiki moja. Nilishangaa jambo, sikuwa tena mtu mwenye hasira, nilikuwa mtu mwenye furaha. Nilifurahi kukaa pembeni yake, tukazungumza, tukacheka. Niliwekeza nguvu nyingi katika kazi yangu ya kufundisha. Taratibu nilipunguza ulevi, taratibu nilipunguza kununua wanawake wanaojiuza. Nilipomtazama nilifurahi, nilipomtazama nilijisikia vizuri. Alipika tukala, niliacha kula vyakula vilivyokuwa vikipikwa, vyakula vya haraka kama chipsi. Mwili wangu ulibadilika, niliyekuwa na mawazo na simanzi nilibadilika, nikawa mtu mwenye furaha. Mtu mmoja alikuja kunieleza baadaye, mwanadamu, kumbe unapokaa peke yako bila kuwa na mashirikiano na watu uraha hupotea, huzuni hutanda. Aligeuka faraja katika maisha yangu, nilikuwa mwenye furaha muda wote nikitamani kuwa naye, akikaa na kufurahi. Maisha yangu yakabadilika, nikawa mtu ninayependa kazi, nikawa mtu ninayetunza fedha. Pole pole nikapanda viwango taratibu nikiwa naye. Siku moja nikamwita, akiwa kakaa nikamweleza Binti, Ninakupenda, ninahitaji uwe wangu wa maisha, lakini sikulazimishi. Ukikataa, basi nitaamini kwamba umechagua kuwa msichana mwenye maadili. Ukikubali, nitaamini kwamba msichana huyu amechagua upendo. Ukichagua upendo, ukichagua upendo, upendo, ukawa na mimi maadili nitakufundisha. Nilimuona akicheka cheka, nilimuona akifurahi, nilimuona akitabasamu. <laughs>